Eh, bwana kuna mzee wa online, yeye aliko yu wapi? Yule mzee ambaye atuwekea video. Ah joo joo joo joo. Muda wako, yani muda. Leo hii mimi niko tayari kupigwa memo kwa ajili ya hii. Eh? Wewe ni mzee online bwana. Unatuweka sana, watu wanamtambua hali na amhusuko yeah, zaidi. Mimi hii mic yangu mimi, ukikaa hapa unasikika. Eh? <laughs> Vipi kwa online unasemaje sasa hivi? Eh, sasa kweli, mimi napenda kushukuru kwanza. Yeah. Mchezo wa leo umemalizika vizuri. Hey. Na kila kitu nadhani watu wameshuhudia live. Hey. Kila kitu kimeenda kama kinavyostahili. Hey. Kutokea live matangazo. Hey lakini ukiingia YouTube, Instagram, TikTok pia utakuta live me, kila kitu kimeme. Fatma Kichuna njo njoo. Ehe. Njoo Kichuna. <c> <laughs> uh -huh. Kichuna. Usipokuja umeniaibisha mbele ya Watanzania. Yeah. Kwa hiyo uh, kuna yoyote alilalamika huko bwana wewe ule fali mbovu nini? Ah, kuna mambo yameenda safi na kile kimefurahia kila kitu. Kichuna kikawe wa Cedric Bakambu. Raya, karibu, karibu karibu karibu mama sana. Unajua <laughs> unarudi mshike mshike sasa hivi. Lakini tulikuwa pamoja na dakika yangu moja. Chikawe, karibu mama. Huyu ni Fatma na hapa utasikika japo neno moja tu, najua unuji kwenye mshike mshike kwa kile ambacho afanya kumalizia ligi leo. Aa, leo mshike tunawapa ofa mm-hmm. hamna mshike mm-hmm. kwa sababu ya ligi imemalizika. Ndiyo. Tumeshuhudia dabi. Ndiyo. kwa sasa hivi wajiandae na uchambuzi eh, kuelekea mechi za kombe la dunia la club wa wow. yes. umelimaliza sasa babu yeah. sulichagua kwenda marekani wewe kasimamia <laughs> ah, hiyo <laughs> tupagedaeka moja tu ili yeah. tusichoshe chama langu lipo. lipi? mamelodi sundowns. tunduru korosho. mamelodi sundowns inaenda kuwa timu ya so kwanza tindu. afrika yeah. kucheza hatua ya kumi na sita. mimi wow. yote ay mtayasema lakini cha kwangu kichuna yeah. ni selemani mwalimu mimi kumwona kila siku pale hapo yeah. anapiga muda mrefu mno Katoka ligi. Hey, katoka ligi, eh, yuko wengi, na walikuwa wengi walio toka lakini Sulaiman Mwalimu kichuna tuame kwa Bakambu. Waache hao tuondoke twende mama, twende tuache. Kesi imeisha.